Salma Gaspa Mipawa, mwenyekiti wa ililika godi nina kongamano hili limetuhamasisha wa mama wachimbaji wadogo wadogo wadogo. Wakati tumekuja kwa sababu ya kumsifia na kumshukuru mama yetu Raisi Samia Suluhu Hasani kwa miaka yake minne ametu tunzomalekeo madini kanda ya Ziwa kwa sababu ya nguvu za mama. Miaka yake minne ya mama imenifanya kuonekana kuwa kinara wa madini kupitia mama. Sasa amesema anatuandalia mitambo mingine, maaishaai mitambo mingine, anatuongezea mitambo mingine tena, wamama ya wa utongaji kupitia sekta tu za sekta mdogodogoupiaektau ya madini, wafadhili wetu wakubwa tunashukuru e kwa kuendelea kutupendelea wanawake Mikweri. ni kweli ni dhairi kabisa utendaji kazi wa mheshimiwa mama Samia tunauona, kwanza ni uhuru kwa kina mama, lakini pia tunaona jinsi usamani wa mwanamke unavyopatikana kuliko kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma ilikuwa na chimba wanaume, wakichimba madini wanaume, wakienda mama unaweza kufanyia ukatili mkubwa sana lakini leo migodi mingi tumetafakaa, wanawake sawa kwa wanaume na tunafanya kazi bila ukatili, hususan ni zamani. Mgodi wa Matabe mwanamke alikuwa hawezi kuchimba, unabobo egani. Leo Matabe tunachimba, leo Rwamgasa tunachimba, sehemu ambayo ilikuwa ya ukatili zaidi, mpaka Iparamasa leo tunachimba. Tunaona kabisa kwa miaka minne ya mama Samia sisi wanawake wachimbaji wa, wa tunaangalia kabisa jitihada zake za kutuweka huru ni zaidi na zaidi na zaidi. Tunampongeza sana. Kwa majina naitwa Kaleko Asmani nikitokea mgodi wa Ililika Gold Mine nikiwa pale kama msaidizi wa katibu. Lakini sasa naomba niongelee kuhusu hiki ili tukio lililotokea leo kwa Mheshimiwa Rais tunampongeza sana kama wakinamama wa Ililika, na pia tunamshukuru kwa hiyo miaka minne ya wa kutuwezesha wamama wachimbaji tukafikia hapa tuka tulipofikia, na tutampa mitando tena aendelee kutufanyia yale mema ambayo ametuandalia wamama. Sasa sisi kama wanawake wachimbaji tunatamani kuona mabadiliko hapa Geita na Tanzania kwa ujumla tuko tayari, tumeshaweka mikakati ya kuleta teknolojia za kuondokana kabisa na madhara ya mercury. Tuna mitambo maalum mheshimiwa, ambayo tunajua ikifanyika hapa Geita, kwanza uzalishaji utaongezeka, lakini vile vile, tunaomba uendelee kutushika mkono katika wizara yako. Tunahitaji vijana ambao wamesoma waliotoka GST na wanaoweza kufanya exploration waongeze nguvu, tuje tuishi nao hapa Geita, kwa sababu sisi wachimbaji hatutaki kubahatisha. Iwe kamati maalum mheshimiwa, tunakuomba ambayo, tukikaa nayo tukipita migodi ya wachimbaji wadogo, kina mama na vijana, tukafanya nayo kazi, tuone tija.